Challa, waziri wa mambo ya ugatuzi amani katika gatuzi la Marsabit. Kwanza, ningependa kutoa rambirambi zangu na za serikali ya kaunti kwa wale wote ambao wameathiriwa na pia kukondemu uh, madhara ambayo imetupata na tunakemea na tunazidi kukemea. Ya pili, ningependa kusema uh, mambo ambayo yanahusika na mambo ya revenge, tuweze kuacha kama wananchi kwa sababu tumehakikishiwa na county commissioner na security team kwamba uh, haya mambo yataangaliwa kwa undani, na yale ambayo yote yanafaa kufanywa na asasi za usalama itaweza kufanyika. Na wananchi tunawaomba waweze kupatia nafasi nzuri asasi zetu za usalama kufanya kazi yao, na ili tusichukue uh, hatua mikononi mwetu, kwa sababu kama tunavyoambiwa tayari ni watu wanne ambao wamekufa, wame, wame na kwa kweli Uh, kifo ikikupata haina ikirudi na haina haja, kama wakazi wa Marsabit wa jamii hizi ambazo zinazozana tuweze kutoa uhai zaidi, kwa sababu hakuna faida. So turuhusu serikali ifanye kazi yake, turuhusu mazungumzo, mauiyano, kwa sababu tukizungumza yale ambayo yanatutatiza tutaweza kupata uh, suluhisho. So ni kuwasihi sana tuweze kuwa na Uh, patients ili tupatie nafasi asasi za usalama kufanya kazi yao, na pia kama serika, serikali ya kaunti ya Marsabit tunaweza kuwahakikishia uh, kwamba tuko nanyi uh, kwa hali na mali na kwa jinsi ambayo tunaweza tukishirikiana na partners ama uh, wale ambao tunafanya kazi na wao kwa pamoja tuweze kuleta humanitarian aid wale ambao wametoka makazi kwao wale ambao labda tunasikia pia kuna manyumba ambayo yamechomwa, so tunazidi kushirikisha washirikishi wetu ili tuone jinsi gani ambavyo hawa watu ambao wameathiriwa wataweza kusaidiwa. Asanteni sana.